Ha, mtazamaji, leo kuna, kuna mtu kanikwaza kidogo, kanambia huku ninakofanyia kazi ambako ni maeneo ya kijijini, kwa nini niko huku muda mrefu, kwa nini niko huku sana, nimelogwa? Kuna mtu kanambia hivyo. Sasa nataka nimjibu huyu mtu, anaitwa Mudi, nitatumia jina lake ambao tunamtaniaga, tuna Mudi Mipesa. Mudi Mipesa, ingekuwa ni wewe ambaye unakaa huku kijijini ambako kuna vitu vizuri kama hivi. Unaona, hili ni parachichi, mara mbili mara mbili mara tatu hivi na kwa mwaka linatoa parachichi hizi mara mbili kwa mwaka mmoja. Ingekuwa ni wewe unakaa huku, ungeondoka kwa hata kusema nimeloga? Sijaloga bwana, kuna vitu vizuri huku kijijini. Kwa wewe Mudi, ingekuwa ni wewe unakaa sehemu kama hii yenye miparachichi kama hii. Unasema mparachichi peke yake, nitakuonyesha kitu kingine ambacho vitu vingine vingi ambavyo vinafanya nikae huku kijijini. Ingekuwa kuna matunda damu ni wewe mudi uko sehemu ambayo licha ya parachichi kama hizi ambazo ni za hasa. Unaona pele pele fulani, parachichi fulani tamu sana na zina hela. Mudi ungeondoka mudi Mudi, acha mambo yako bwana Mudi. ya Mudi, ingekuwa ni wewe uko huku kuna matunda kama haya yanaota ya na vizuri namna hii ungeondoka wewe wewe, Mudi wewe, Mudi wewe. Ungekuwa ni we we uko sehemu ambayo kuna mboga za maboga kama hivi, yani ukisikia njaa, unaunga ndani unachukua tu maboga, unachuma unafanya namna hii, unafanya namna hii hauendi kununua sijui mabibo sijui wapi, hauendi. Yani unakuja hapo unachuma na hichi ni kiangazi, nikwambie Mudi ni pesa. Huu ni wakati wa kiangazi lakini mboga tunazipata na sio hizi peke yake. Kuna mboga nyingine; ngoja nikuonyeshe Mudi. Mudi, uache utani na mimi, wache kutania sisi watu wa vijijini. Mudi, mimi nikitaka kula kuku naingia hapa bandani na kamata mmoja ambaye naona ameshakuwa kwa mzuri, awe jogoa au tetea, namla nachinja na kula hawa hapo kuku, Mudi Mudi, Mudi awa ukiwa huko mjini mjini mliko nyinyi unapata hawa? Unaweza kawa na kuku kiasi hichi kwamba unataka kuchinja, unaingia tu unakata. Sisi mboga hizi tunawapa mpaka kuku hizi Mudi Mudi, kijijini kuna raha yake Mudi, si unaona kukua ni kukamata na kuchinja. Mudi Mudi, kuna eneo lingine la bustani hili hapa, hili tumefunga hivi ili kuku asingie kula kula mboga hizi. Ehe. Kuna eneo hili lote li mudi mudi mipesa, eneo hili ni la bustani. Unaona kuna vibustani vidogo vidogo. E, kuna baadhi vina mboga. Nimesema saizi ni kiangazi mudi, kwa hiyo tuna bustani chache ambazo zina ni kama vitalu, tutakuja kuhamisha. Kuna nyingine ambazo ndio tunachuma mboga humo, naona Mudi, mambo haya Mudi, unaona mambo haya Mudi, hizi ni bustani mpya, na huku kijijini Mudi, mbolea tunapata hapa hapa, unaona hapa chini, hii ni mbolea. Mbolea inatoka wapi? Kwa kuku, kwa kuku kuku tunawala kuku wanatupa mbolea kuku wanatupa mayai tukitaka kula mayai tunapata hapo hapo mbolea hapo hapo nyama hapo haa hapo kuku wananifuatafuata wanajua nawapa chakula hawa wanazunguka zunguka kuna nafasi ya kutosha mudi ya kufuga kuku kijijini tembele hili hapa mudi tembele hili hapa japo eh saa hizi kwa sababu ya kiangazi limekauka kauka lakini maisha ni mazuri mudi kwa hiyo ukome kuniuliza kwamba kwa nini niende wapi nitoke huko mjini niende wapi mudi eh mudi Mudi, ngoja nikuoneshe. Mudi, ngoja nikuoneshe kitu kingine. Mudi, maake Mudi, unasema labda sijui sijui nini. Sabuga haya hapa, tunachuma tuna ku alafu Mudi, Mudi wewe una nguvu za kiume kweli, wewe unaona haya Mudi, haya mbegu zake mbegu zake tunaanika tuna, tuna alafu unakaanga tunakuja kuwauzia huko mijini. Sasa hizi zinaongeza vitu vingi sana ikiwemo nguvu za kiume eh, sio nguvu za kiume peke yake, yana zinki hata kwa watoto. Ukichanganya kwenye unga mbegu zake ukasaga ukaweka kwenye unga, watoto wanakuwa na akili nzuri. Mudi, vipi bwana, Mudi wewe? Unataka tuondoke kijijini, afu utakuta utapata wapi mbegu hizi? Unaona mambo haya? Mudi, huku kiukweli kinachonyanyasa labda baridi kali hiyo ndio inanipa shida. Baridi kali ndio inanipa shida. Mudi unaona mbegu hizi? Mudi mbegu hizi ndio nilikuwa nasema sasa hizi. Unaona sisi tunazi tu, yani hatuna habari nazo sana kwa sababu tunazo nyingi ni mbegu za maboga kwa sababu Mudi, Mudi, ya baridi ambayo ndio inanitesa kidogo huku nachokifanya nakuja hapa. Uh-huh. Nakuja hapa Mudi nakuja hapa nachukua, haya ni magunzi, Mudi mipesa, Mudi mipesa. Unajua magunzi wewe, haya ni fuel kwa, tunayachukua haya badala ya kutumia kuni, tunachukua haya tunayaleta hapa, mudi mipesa, mudi mipesa. Tunaweka magunzi hapa ya kutosha, alafu tunachukua moto jikoni kule, au mkaa kidogo tunaweka hapo, tunayawasha haya. Baada ya kuyawasha, tunajaza maji humu, mudi mipesa. Jioni jioni jaza maji hapa, yanapata moto, tunaenda kuoga, alafu tunalala. Tuna na huku, mudi mipesa, tunapata usingizi, hamna makelele, hamna magari yanayopita pita. kwa hiyo mudi mipesa ukome kuniuliza kwa nini nakaa huko kijijini, si kuniambia kama nimelogwa sijui eh? Mi ah, baridi baridi, ngoja ah, mudi. Sasa nielekee nivae buti zangu hizi Niende shambani sasa. Eh, hii ni mida ya kumwagilia nikamwagilie mwagilie mazao yangu shambani huko, alafu mudi mepesa. nisikie tena unaniuliza, wewe, mbona unakaa kijijini? okay, uo unataka kutoka huko, umenogwa? Ni sijalogwa, mudi mepesa, na ukome kuniuliza maswali hayo baba.